Limekuwa juma lenye maonyesho ya kipekee kuanzia kurushiwa vitozo machozi kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Langata waliokuwa wakipinga kunyakuliwa kwa uwanja wa shule yao. Akieku! Akieku! Akieku! Akieku! Akieku! na leo wakazi wa eneo la Kamae wameandamana kudai kuwa chuo kikuu cha Kenyatta kinafanya makosa kwa kudai wamenyakua ekari mia moja zake. Nilikuta mama yangu hapa swazuri, alitupatia 5 days ago through his allotment letters, lakini ziko very genuine. Alisema ata go through them, but it's like he's corrupt again, kwa sababu anaendelea kupea na notice, whereas anasema documents are original na ataendelea kutake time Chuo cha Kenyatta kina dai maskuota takriban familia 672 waliwahi kupewa hekari 38 za shamba mnamo mwaka wa 1984 kupitia uamuzi wa baraza la chuo hicho, lakini kadri miaka ilivyosonga ndivyo watu zaidi walivyonyakua hekari zingine 100 ambapo wamekataa kuondoka. Uh, you know, continued continued. Profesa Mugenda anasema rais mstaafu Daniel Moi anasemekana kuwahi kutangaza kutolewa kwa shamba hilo kwa wakazi, swala ambalo lilipuziliwa mbali na bunge baada ya kukosa uhalali wa kisheria. Wiki iliyopita mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Dr. Muhammad Sozuri alihoji kuwa kweli shamba la chuo hicho lilikuwa limenyakuliwa, na hivyo kuwataka wakazi kuwasilisha stakabadhi zao kwake kabla ilani ya kuhama kutolewa. Uh, public land or prevents any public utility to be constructed on public land commits an offense, and they're liable to imprisonment or fine or both. Wakati huo huo, wakili wa wakurugenzi wanne wa kampuni ya Airport View Housing Limited waliotajwa kunyakuwa ardhi ya shule ya msingi ya Langata Road amekanusha madai dhidi ya wateja wake. Wakili William Ochanda anasema wateja wake wanastakabadhi halisi zinazoonyesha umiliki wao wa shamba hilo na kuwa swala hilo limwe mahakamani na hivyo hawezi kulizungumzia zaidi. Nao wabunge kutoka mrengo wa KORD wamemkashifu waziri wa ardhi Charity Ngilu kwa majina aliyotoa hapo jana, wakisema hakutaja wanyakuzi halisi, hiyo orodha ni porojo na ni jaribio lakuwahadawa Kenya. Hapo jana waziri wa ardhi Charity Ngilu pamoja na naibu mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Abigail Mbagaya waliashiria wangeelekeza taarifa kuhusu shamba hilo kwa taasisi husika ili hatua mwafaka za kisheria kuchukuliwa. Sam Gituku, Nipashe Wikendi.